Wangapi wanampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan? Wote. Nyosha mkono, Mungu aa. Wanampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan? Wote. Wahadzabe wamesema watatoa kura za kishindo kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wako hapa Wahadzabe wote, wanawake kwa wanaume, wameahidi leo watatoa kura kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. kwa cheo nilicho nacho au kwa, kwa wazifa nilionayo nayo, mimi ni mwenyekiti wa Wahadzabe wote walioko Tanzania nzima. Sasa hey! sasa mimi kweli kabisa haya yote tulioambiwa kwamba tarehe mwezi wa 10 tarehe 29 uchaguzi sisi sote tumelizia kwamba tutajitokeza kwa wingi kwa kumpigia rais wetu ili kumpa haki yake ya msingi. Tuna, tuna imani kubwa na Mama Samia. Natumaini kabisa kwamba akichaguliwa, wakati nani ile kiapo chake, atakapoenda kuapishwa, ziara yake ya kwanza ata, atakuja kwa Wahadzabe. Haya meto. Haya.

mwezi wa kumi pana kiko mama Samia wako tuta kona onebe uwa ikona mama amesema, yeah. yeah. nije niwaambie lengo lake kubwa kwa azabe ni kuwatua ndoo kichwani, hata waacha, kwa sababu awamu ya kwanza wameendelea kuboresha vijiji na vitongoji kupitia umeme, lakini nimeona madarasa yameanza kujengwa wazabe. Mnakwenda shule, watoto anakwenda shule. Piga makofi kwa wazabe wawenyeai mnakwenda shule, maana yake shule zimewafikia. Nimepita nikaona shule ya msingi, nikaona shule ya sekondari. Hii ni jitihada ya rais wetu dr Samia Suluhu Hasani, mwanamke peke yake ambaye ndio ameshika nafasi kubwa. Haijawahi kutokea Tanzania tukapata mwanamke ambaye amechukua nafasi hii kubwa ya urais. Wakina baba hawa Wahadzabe wamesema watamuunga mkono dr Samia Suluhu Hasani kwa kuwa wameanza kuona shule, wameona umeme na wanategemea kupata mambo makubwa kutoka kwa serikali ya chama cha mapinduzi. <tabu>